Niko hapa Belem, Brazil, kuhudhuria mkutano wa 30 wa COP. Mkutano huu wa COP ama Conference of Parties ni mkutano unaokutanisha nchi wanachama wa mkataba wa umoja wa kimataifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lengo kuu la mkutano huu ni kukutana na kujadili hatua za pamoja jinsi gani wanaweza kukabiliana na athari zizotokanazo na mabadiliko ya tabia nchi. COP ilianza mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano na kila mwaka nchi hukutana kujadili maendeleo, changamoto na mikakati mipya ya kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa ama carbon emissions, lakini pia kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na kusaidia nchi zinazoendelea kupitia fedha na teknolojia. Mwaka huu COP inafanyika in Brazil, ikiwa ni fursa muhimu kwa nchi za kusini kusisitiza haki ya tabia nchi na ufadhili wa hali ya hewa, ushirikishwaji wa vijana, wanawake na indigenous people katika maamuzi ya tabia nchi. Tanzania inashiriki mkutano huu ikiwa na kauli mbiu isemayo Dira elfu mbili na hamsini, utekelezaji wa hatua jumuishi za ustahamilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Niko hapa kukuletea taarifa zote muhimu. Usiondoke. Zakia Mrisho, Nukta TV.